Kwa kumalizia, ni kwamba tuna jambo hapa la kitaifa nchini kwetu, kesho kutwa tunafanya kura. Tuna uzoefu wa kwamba mara nyingi likija jambo hili, balaa zinatusibu, kuna wengine wanapoteza maisha, hawajashika silaha, lakini labda kwa sababu ya tofauti ya itikadi zetu, tena sio za kidini hizo, hizo za kidunia Maafa yanatokea, watu washabiki wa huku na washabiki wa huku wanasigana, mpaka yakatengenezeka maafa. Lakini halafu athari ikitokea, washaokufa ndo washakufa, lakini wamekufaje? Mtu aangalie sababu ya kufa kwake, asiiandae mwenyewe ikawa mbaya na halafu alikuwa huyu mtu kama ni mwanamme atakuwa ni mume wa mtu au wa watu, atakuwa ni baba wa watu, ataacha wajane na watoto. Sisi wenyewe kama raia tunapaswa kuwa ni walinzi wa amani, tusitengeneze wala tusisaidie mazingira ya kutokea hivyo vinavyotokezea, tusishiriki kufanya hivyo kwa usalama wetu. Twende tukapige kura, maana tumo kwenye daftari wengine. Lakini ukishapiga kura, kama huhusiki, hujapewa dhamana na viongozi wako wa chama chako, wewe urudi nyumbani. Wale ambao kwa nafasi zao wana majukumu ya kusimamia watakwenda kutekeleza majukumu yao, lakini pia wanapaswa wawe waangalifu, wayaendee mambo kwa namna ambayo yataleta faida, sio kwa namna ambayo hasara itapatikana. Na Allah mwenyewe aliyetuumba katuonya kwenye Qur'ani aya nambari 53 sura ya 17, kasema waqul li ibadi yaqulu allati hiya ahsan, ewe mtume wangu, waambie waja wangu, wakiongea waongee vizuri. Yaqulu allati hiya ahsan, maana yake upangilie maneno na kabla hujatamka neno we mwenyewe ulifikirie, ili neno hapa ninapolitoa litapokewaje. Ukihisi wewe mwenyewe linaweza likawa na maana nyingi, huenda wengine wakalinukuu vibaya, usilitumie. Chagua jengine litakalokuwa limenyoosha maelezo na watu watalielewa vizuri. Kwa hiyo chachu ya balaa nyingi huanza na maneno. Allah aliyetuumba anatujua anatuambia tuwe wazuri wa kuwasilisha maneno yetu, tusiwe wasengenyaji, wapelekaji wa mambo ya fitna, kuchonganyisha baina ya huyu na huyu. Hivyo vitu kwenye dini havitakiwi, tuongee maneno mazuri yenye faida. Na sababu ya Allah kukataza au kuamrisha hivyo, katoa akasema, inna shaitana yanzaghu bainahum, shaitani huwa anawagombanisha wanadamu baina yao kwa kupitia maneno tu anayoyasema unaweza kwenda kwa shoga yako, ukwambia bibi wewe, unachokifua wenyewe wanasema unataka kumpa ubuyu wa babu Isa. Unachokifua umekalia nini? Unayaanza hivyo. Vitu kama hivi kwenye dini havitakiwi, tusifanye hasa kwenye kipindi hichi mama zangu, mmenisikia na akina baba vile vile, tujitahidi kuwa ni walinzi wazuri wa amani nchi nchi yetu sote. Baada ya kupita yatakayopita, kuna maisha tunataka tuishi kwa furaha. Tumeshachoshwa na mambo ya kusikia kesi za misiba, maafa kila siku. Mtashawishiwa, mtahamasishwa, tusikubali wananchi, tusifanye hivi. Lakini hili unalolipokea kwenye vigezo vya dini, kama unaikumbuka siku ya malipo, hebu litafutie nafasi. Nikifanya hivi mimi kweli ndo ninapata thawabu niko kwa ajili ya Allah ninapigania dini hapa au mimi ninafanywa jukwaa watu wapande wafike juu kwenye ngazi wanazozitaka kama ni la dini basi we hupotezi uko sawa lakini kama sio la dini kuwa makini na maagizo ambayo hayana tija Usitumike vibaya, fanya katika yale yaliyomo kwenye dini kwa kiasi cha uwezo wako, kwa sababu Allah ametuambia fattaqullaha mastata'tum wasma'u wa atiu wa anfiqu khairan li anfusikum wa man yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun, mcheni Mungu kila mmoja kwa kiasi cha uwezo wake. Kumcha Mungu kunategemea uwezo wa mtu wasmau wa atiu, kuweni wasikivu kwa kauli miongozo ya viongozi wenu na mutii amri zao, viongozi wale wa dini. Lakini wamayuka shuha nafsihi, mtu yoyote aliyeepushwa na tabia ya ubakhili wa nafsi yake, faulaika humu lmuflihun, hao ndio waliofanikiwa. Na mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallama, kabla hajafa alihusia akasema mana haitukum anhu fajtanibuhu, kitu chochote ambacho mimi nimekukatazeni kwenye maisha yenu hayo jiepusheni nacho kaeni nacho mbali. Kitu ukiambiwa hichi haramu, hichi kimekatazwa, hichi hakifai, wewe kama mumin, kaa nacho mbali, hata kama kinapendwa na wengi, kinafanywa na wengi wewe mwenyewe kwa mwongozo wako ulionao na akili yako timamu ukijiridhisha hiki hakiko kwenye utaratibu, kipitie mbali. Wama amartukum bihi, akasema Mtume, na chochote ambacho mimi nimekuamrisheni, fatu minhu mastatatum, kiendeeni katika utekelezaji wake kwa kiasi cha uwezo wenu. Nilichowakataza acheni kwenye kukatazwa hakusema inistatatum kama mtaweza. Ukikatazwa jambo, linawezekana kuacha tu, hata kama linapendwa na wengi na weye nafsi yako inakusukuma ulipende. Ukiambiwa kwenye dini halifai, piga moyo konde, hilo jambo likatae kwa salama yako mwenyewe. wama amartukumbihi, na chochote ambacho mimi nitakuamrisheni fatu minhu mastatatum kiendeeni katika utekelezaji wake kwa kiasi cha uwezo wenu. Kwa nini akasema yaliyoamrishwa mfanye kwa kiasi cha uwezo wenu, yaliyokatazwa hakusema kwa kiasi cha uwezo wenu. Yaliyoamrishwa ni mengi na yanatofautiana. Kuna mengine yanahitaji nguvu tu za mwili, wewe huna nguvu utafanyaje? Kuna mengine yanahitaji gharama ya mali, wewe huna mali utafanyaje? kuna mengine yanahitaji faragha wakati wewe huna time utafanyaje? Sasa haya unafanya kwa kiasi cha uwezo wako. Kwa hiyo tusije tukaenda kwenye kipindi hiki tukasababisha tukasababisha tukasababisha, tujitahidi kuwa creative, tutafute njia iliyokuwa haina madhara ya kufikia kwenye hilo jambo ambalo tunalihitaji. Na bila shaka ipo njia ambayo haina madhara. Mtume wetu kweli kapigana vita, lakini alikuwa mahala mwahala mwingi ana avoid kwenda mahala ambapo pana dhara kubwa. Akiandaa aki safari ya kijeshi, kwanza jeshi lake lilikuwa linasomewa disciplines of war kabla halijaondoka. Mtume anawaambia, tunaenda msiharibu majengo njiani Musipige wanawake, musiingie mitaani mkapiga watu ambao hawaja kushikieni silaha, musiue wanyama ovyo musi, musi, musi, musi. Na Waislamu walikuwa wana obey orders tofauti na kafiri. Kafiri yeye akivamia mji hapana salama, atapiga watoto wadogo wa atadhuru wanawake, ataharibu majengo, ataharibu mazao maana atataka ni wapenjaa wa miaka mitano awe hawajaunga, ndo kafiri alivyo, lakini Uislamu hauruhusu madhara kama hayo. Mtume kwenye haya alikuwa ni mwangalifu mno. Mm, kama tunapigana wanapigana wapiganaji, jeshi liko kule, jeshi liko huku, ni watu walioko kwenye battlefield, ndo wanapigana. Akijulikana nani kashinda nani kashindwa, vita vimeisha, hamna hujuma mitaani uhuru na usalama wa watu unalindwa. Sisi hatuna werevu huo, piga tu mtu ambaye hana hatia yoyote, na mtu ambaye anajua kauliwa wangu bila ya hatia, kadhulumiwa, mmemwacha na kitu ambacho hakifutiki katika moyo. Tutakuwa tunatengeneza mambo ambayo kutibu kwake itachukua muda mrefu. Ili mambo yaende vizuri, tuvuke hichi kipindi kwa amani na mambo yana wenyewe hayo. Kila watu kila upande utaangalia njia nzuri zaidi yenye tija isiyokuwa na madhara sana ya kupita mpaka tukafikia yale ambayo tunayakusudia. Waala hadha alqadiri yakifu. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.